Ni tumie dakika moja tu kutoa ujumbe wake kwamba alikuwa akisafiri kutoka Dodoma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anahudhuria katika uzinduzi huu wa mahakama ambao kiukweli tulipokea mwaliko, lakini baadaye alipata ujumbe wa mwaliko wa kikao kingine cha muhimu sana kule Dodoma alichoitisha Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambapo nafikiri leo saa tisa mchana wa kule hivyo nafikiri alikuwa ndani ya jimbo eneo la na sasa atakuwa akirudi kwenda Dodoma kwa ajili ya kikao hicho. Amenituma kwako Mheshimiwa Jaji kwamba anatambua umuhimu sana wa mahakama hii ambayo imekuja kujengwa katika eneo hili, itasogeza huduma ya karibu sana kwa wananchi na itakuwa ni msaada mkubwa sana na yeye pia. Kwa kutambua umuhimu na ukubwa wa jimbo hili la Simanjiro, yeye amegawa majukumu yake katika maeneo mawili. Atakuwa na ofisi kuu pale eneo lililopo halmashauri ya wilaya ya Simanjiro pale Kesumet, lakini pia ofisi yake ambapo nina hudumu mimi ipo ndani ya mji mdogo huu wa Terrat. Na ndipo ambapo tutakuwa tukihudumu karibu kabisa na mahakama yetu ya mwanzo ya Terrat. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa jaji na viongozi wote muhimili wa mahakama na mihimili mingine, kwa heshima kubwa sana mheshimiwa mbunge anawashukuru sana wananchi na hasa viongozi wa mila ambao wamekuwa sehemu kubwa katika usuluhishi wa changamoto ama migogoro kadhaa ikiwepo migogoro ya ndoa kama alivyotajwa Laigwanani na migogoro ya ardhi ambayo ni mikubwa sana katika jimbo hili. Nikushukuru sana mheshimiwa jaji na karibu sana Terrat.